gera tuko vizuri, tuko imara, japo walipita watu hapa wakatutusi wakasema sisi maskini, lakini sisi sio maskini, tuko vizuri sana, ni matajiri tunao tumainiwa, na uchumi wetu uko vizuri sana. Mheshimiwa mgeni rasmi. Sisi wananchi wa mkoa wa Kagera hatuna mengi zaidi ya kukuomba utufikishie salamu zetu kwa Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mema mengi ambayo ametufanyia. Tunamshukuru sana. Kwa uchache wake miradi imetajwa na waheshimiwa wabunge wetu, wametaja miradi inayotekelezwa Bukoba vijijini na miradi inayotekelezwa manispaa, lakini iko miradi mingi inayotekelezwa mkoa mzima ambayo hata hapa hukuisikia, lakini itoshe kwetu kusema tunamshukuru sana Daktari Samia kwa kututendea miujiza. Hakika mama fanyika Kagera tangu tupate uhuru. Katika kipindi kifupi cha utawala wake ametujengea shule mpya za msingi 44 na shule mpya za sekondari 43, lakini shule mpya za ufundi nane na moja kubwa ya kimkoa. Shule hizo ni nje ya vyuo vya VETA ambavyo navyo vimejengwa katika halmashauri zote nane za mkoa wa Kagera. Lakini katika kipindi hicho kifupi tumeweza kujengewa hospitali zote nane za wilaya za mkoa wa Kagera, na sasa kila halmashauri ina hospitali yake ya wilaya. Mambo haya hayakuwahi kufanyika tangu uhuru lakini tukiacha hayo, kuna miradi mikubwa ya maji inayoendelea mkoani Kagera ambayo imegharimu takriban bilioni zaidi ya mia mbili. Kule Karagwe kuna mradi mkubwa unaojulikana kama mradi wa miji 28 ambao mradi huo peke yake umegharimu shilingi bilioni 68 na utatatua tatizo la maji Karagwe yote. Lakini hayo ni kwa uchache wake. Sasa kuna miradi mikubwa sana ambayo inakuja Kagera, ambayo haikuwahi kufikiriwa kama ingejengwa katika miaka ya karibuni mkoani Kagera Mheshimiwa Mbunge wetu Steven Biabato amezungumzia soko la Machinga au Machinga Complex. Mheshimiwa mgeni rasmi, Machinga Complex hii inayokwenda kujengwa ni dude kubwa sana ambalo litachuana na lile dude la Mwanza. nataka nikuthibitishie kwamba fedha hizo hazikuwa kwenye mpango wa awali, lakini tulipomlilia Daktari Samia kwamba tunashinda barabarani, tunauzia juani, akaidhinisha bilioni kumi tupate jengo kubwa la machinga Bukoba. Kama hiyo haitoshi, tunakwenda kupata hiyo hospitali mpya. Hiyo sio ya, ya, ya, ya, ya mkoa, maanake ni kubwa kama ya kitaifa hivi. Hospitali hiyo inakwenda kuwa nzuri kama hoteli ya kitalii itakavyokuwa. Ukilazwa pale unapona kabla hujapata matibabu. Kwa kuwadokeza tu, ndugu zangu, Waziri wetu wa afya ameahidi kuja Bukoba kutuelezea hospitali hiyo itajengwa wapi, itakuwa vipi na ujenzi utaanza lini. Mama Samia wewe Hiyo haitoshi, Mheshimiwa Daktari Samia anakuja kutujengea uwanja mwingine wa ndege, nyongeza ya huu uliopo. Uwanja mkubwa wa kitaifa utakaojengwa kule Kiabajwa, uwanja wa kisasa sana kwa ndege za abiria na mizigo. Kwa hiyo kama walivyoimba wale waimbaji, wanasema na Kagera kama Ulaya gera ijayo inafurahisha. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba ni kuarifu pia kwamba bandari zetu za Kemondo na Bukoba mjini zimekamilika. Bandari ya Kemondo ukarabati wake umekamilika kwa asilimia mia moja. Kukoba mjini ukarabati wake umekamilika kwa asilimia 94. Mwezi wa sita meli itakuwa imekamilika na hivyo ile meli kubwa sasa, ukiacha hii ndogo. Kwa hiyo tutaanza kuenjoy usafiri wa meli, lakini daraja la Busisi lililojengwa linalofanana na, na madaraja ambayo zamani tuku, tulikuwa tukiyaona China na Korea na lile, sisi pia ni wanufaika wake. Kutoka hapa kwenda Mwanza itakuwa ni masaa yasiyozidi matatu, ukichelewa sana basi manne. Mama Samia, we wanangu pale wako A level tunapozungumza hapa, Chuo Kikuu cha Bukoba kinapigwa plasta. Tarehe nane hivi mwezi ujao, Mheshimiwa Makamu wa Rais anatarajiwa kuja kuweka jiwe la msingi Chuo Kikuu cha Bukoba. Kwa hiyo ile Bukoba ya wasomi waliopenda kusema sisi wana Kagera ni nshomile, sisi kweli kweli kweli, Mheshimiwa, nikisema yote nitamaliza muda wako bure. Hayo yatoshe kusema, tunaomba ukatufikishie, ukatufikishie salamu zetu kwa Dr. Samia, na umwambie tunaona kuchelewa sana, tunaona Oktoba iko mbali, tumjazie kura zake zole.